Upendo wa vijana leo, kanisa linafanya siku kuu ya mtakatifu Yohane mtume na mwinjili. Wazazi wa Yohane walikuwa, baba alikuwa Zebedayo, mama Salome, na huyu Yohane alikuwa na ndugu yake pia ambaye ni mtume ndio yule tunayemwita Yakobo Mkuu. Hawa wawili Yohane na Yakobo walikuwa motomoto, na ndiyo maana Kristo aliwaita Boanerge, kwa moto motomoto kabisa. Kama mnavyokumbuka kwenye maandiko matakatifu, kuna wakati ambapo Kristo anapita Samaria na watu endi kumkaribisha hawa wawili walisema, tuagize moto kutoka mbinguni waangamize. Walikuwa motomoto -moto sana, hawa. Yohani alikuwa mseja hakuwa ameoa, na huyu ndiyo yule ambaye katika maandiko matakatifu tunasikia kwamba yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda, Kristo alimpenda sana Yohane. Yohane alikuwa mojawapo wale mitume watatu ambao walishuhudia matendo kadhaa ya Kristo ambayo hayakuwa kawaida. Moja ni ile kwenye mlima Tabor ambapo Kristo alibadilika eh, sura akawa na ng'aa, mavazi yake akawa na ng'aa. Alafu pia wakati Kristo anaenda kwenye mateso kwenye ile bustani ya Getsemani, basi walikwepo mitume hao watatu, Petro, Yakobo na Yohane. Kwa hiyo Yohane alikuwa pia pale, kwa hiyo alishuhudia matendo ambayo si ya kawaida ya Kristo. Yohane ndio yule, ni mtume pekee ambaye aliyesimama chini ya ule msalaba eh, wa Kristo. Kristo alipokuwa msalabani pale, wakati walipomsulubisha, mtume wengine walikuwa wamepotea zao, walikuwa wamepotea kwa sababu ya hofu. Huyu ndiye aliyesimama pale mtume, kama mtume pekee ndiye aliyesimama pale, ni wazi na wale kina mama wengine Akiwepo mama yake Kristo. Wewe unaona, alikuwa kipekee kabisa huyu mtume Yohane, na ndio huyu ambaye Kristo alimkabidhi mama yake pale msalabani. Kristo alimwambia Yohane, tazama mama yako, na tunaambiwa kwamba Kristo alimchukua Bikira Maria kwenda kuishi naye. Yohane alihubiri sehemu mbalimbali Asia ndogo na sehemu za Efeso, alianzisha makanisa saba. Yohane ndiye mtume pekee kabisa ambaye alikufa kifo cha kawaida, huyu Yohane. Wengine walikufa kifo cha kifodini yani, waliuawa lakini Yohane alikufa kile kifo cha uzee, kwamba mtu anaishi mpaka mwili umetoka na unakufa. Yohane katika uzee wake tunaambiwa kwamba wakati ambapo sasa ameshindwa sasa kuhubiri huko, alikuwa na maneno machache tu ya kusema, wanangu pendaneni. Aya, wanangu pendaneni. Sasa hata na watu walikuwa wanamuuliza wana sasa, wewe mzee, yani huna kitu kipya? Kila siku natuambia wanangu pendane, pendane, una kipya? Yeye aliwaambia kwamba ni agizo la Bwana na mkifanya hivyo, mtakuwa mmetenda jema. Basi huyo ndio Yohane ambaye leo hii tunafanya sikukuu yake yule mwanafunzi ambaye Kristo alimpenda na kwa kweli, ndio yule ambaye ni mtume wa kwanza kuamini katika ufufuko wa Bwana, kama tulivyosikia katika Injili, Maria Magdalena alipoenda kutoa taarifa kwamba kaburi ni wazi. Basi Yohane na Peter walikimbia kwenda, na kwa sababu alikuwa kijana, akawahi kufika kaburini, lakini hakuingia, akasubiri kwanza Petro aje, na Petro akaingia kwanza na yeye akaingia, akaona sanda ile, vitambaa vimewekwa pembeni huko, na tunaambia kwamba aliamini. Kwa hiyo alikuwa mtume wa kwanza kuamini katika nini? Katika ufufuko wa Bwana. Basi huyo ndio Yohane ambaye leo tunamkumbuka na tunamuomba, tuombe sisi vijana. Yeye alikuwa mseja na vijana ni waseja ni, wa, ni wazi naomba awaombee ninyi vijana, ili kuweza kuishi kadiri Mungu anavyotaka. Eh, muombe awasaidie muishi kadiri Mungu anavyotaka, kupendana kama vile alivyokuwa anaagiza kila wakati, wanangu, pendaneni, wanangu, pendaneni. Basi ni Yohane Mwinjili. Sasa ngoja nirudi kwenu ninyi vijana kuna machache tu hapa ya kuongelea ya kuhusu nini, vijana ambao mmekuja hapa kumshukuru Mungu, Mungu aliyewalinda mwaka mzima na mnakuja hapa kutoa shukurani kwake na wakati huu huo kumwomba awasaidie katika maisha yenu. Sasa hapa kuna mambo yanayowakabili vijana wa Katoliki, kuna mambo kadhaa hapa mambo yanayowakabili vijana wa Katoliki. Moja, imani na ulimwengu wa kidijitali. Imani na ulimwengu wa kidijitali, siku hizi kuna vyombo mbalimbali vya mawasiliano na ambacho tumekizoea ni nini? Walau ni hizi simu ambazo tulizo nazo. Kwa hiyo wakati mwingine inaweza ikakuvuruga ukashindwa kusali ipasavyo. Kuna wengine ambao mnakuta labda na sali, na labda na simu iko hapo, simu inaanza kuita. Kwa hiyo ataacha sala kwanza atasikiliza simu na baadaye tena narudi kwenye sala. Kwa kweli hiyo huwa haipendezi. Kama unasali ni kusali, simu ikiita, ah. Na tena ni vizuri basi, kama unasali na simu yako unataka kuizima ukaweka kwenye silence ili sikuvuruge. Kwa hiyo kuna kitu namna hiyo. Kwa hiyo pia katika vyombo vya mawasiliano kuna mambo ambayo yanapingana na mafundisho ya kanisa Katoliki. Kwenye vyombo vya mawasiliano yako mengi sana yanayopingana na mafundisho ya kanisa Katoliki, au tuseme kwa maneno mengine, kanisa Katoliki linapinga mambo hayo, yapo mengi. Ninyi ulimwengu wa vijana unajua mengi yaliyopo kwenye, kwenye vyombo vya mawasiliano hata kwenye simu zenu eh mambo ambayo tunapenda kuyaangalia yako mengi mengi tu, lakini eh, Kanisa hali shabiki ya namna hiyo. Sasa tufanye nini? Sasa solution nini? Tunaambia kwamba tutumie hivi vyombo vya mawasiliano kwa busara, tuwe makini. Usitumie chombo hicho cha mawasiliano kifai nini kikuharibie maadili yako. E, usikubali kikuharibie maisha yako, usitumia ki vibaya, kwa kweli kitakuharibia maisha yako haraka sana. Kwa hiyo tuwe makini, vyombo vya mawasiliano visituharibie maisha yetu. Mbili, utambulisho na kuthaminiwa Katika ulimwengu wa vijana kuna shinikizo la kutaka kutambuliwa na kuthaminiwa katika jamii. Lipo e, shinikizo hilo, sababu kundi la vijana kwa kweli katika jamii ni kubwa sana, kubwa. Naona jinsi leo palivyofurika vijana hapa, mpaka kule, mpaka huko na nyuma, na wengine mpaka kwenye miti kule. Vijana ni wengi kweli, ni kundi ambalo ni kubwa na kuna pale ambapo ya, eh, wanataka kundi linataka katika jamii na linyi litambulike na kuthaminiwa, sio kutambulika tu na kuthaminiwa, kwa sababu ni kubwa na lina mchango wake katika jamii. sasa tufanye nini? Tukumbuke kwamba wote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na kwamba utu wa mtu ni muhimu, utu wa mtu ni muhimu. Jamii tambue kwamba hata vijana na wenyewe wapo katika jamii na utu wao unapaswa kufanya nini? Kupaswa kuthaminiwa. Tatu, shinikizo kutoka kwa rika na maadili. Rika, yani rika lako ni wale ambao tuseme eh, eh, vijana uko rika moja, kwa hiyo kuna eh, lile shinikizo kutoka kwenye hao tunaita age mates kwa upande mmoja na kwa upande mwingine kuna maadili eh? Upande mmoja ndio hiyo shinikizo la age mates, na upande mwingine kuna maadili, na kijana anajikuta katika shinikizo la kuendana labda na wakati eh? Kuendana na wakati, na vijana wanapenda kuendana na wakati, hasa inapotokea mambo ya fashions Eh, napotokea fashions, basi kijana anataka kuendana na wakati sasa, na mojawapo ni kwa mfano mavazi eh, mavazi. Kuna kipindi ambacho vijana wavulana tokea fashion fulani hivi si kata case, kitu namna gani sijui hmm. ile suruali ni kama inaning'inia hmm. Kwa hiyo kijana anajikuta kwamba kijana Mkatoliki kwamba edimates wake wanashabikia kitu cha namna hiyo. Sasa na yule Mkatoliki ana, mbona ni kama haiendani na na na dini yangu, mbona eh, haviendani na tena utakuta kwenye nani, utakuta mbele ya makanisa kwenye mlango mkubwa wameweka, eh, kwenye geti kule, eh, mavazi yanayoruhusiwa na mavazi yasiyoruhusiwa. Kwa hiyo katakii ni moja ya mavazi ambayo haruhusiwi, eh, utakuta pale, au kwa mabinti utakuta wameweka mavazi fulani si nini ambayo bila mabega si, si yaani mabega yako wazi au mpasuo ajabu na nini, utakuta wameweka wameweka pale vitu vya namna hiyo sasa ni kuna mtindo au fashion ambayo inatokea kwa wakati eh? Kwa hiyo vijana anajikuta sasa, nikishabikia hiki, lakini kwa upande mwingine ni kama akiendani, kwa hii ni shinikizo uliko pale. Siku hizi sijui fashion ikoje, sijui kwa vijana labda suruali nyembamba kama bomba, sijui alafu tena fupi na viatu bila nini, socks labda kitu namna hiyo. Sana fashion ya vijana siku hizi. Na wakati mwingine, labda anaweza kavaa kiatu ambacho ni kikubwa sana, kama angalawa hivi, nafikiri kama mtu anataka kwenda kuogelea au nini, na vitu vya fashion za vijana. Kwa hiyo sasa, yani kuna namna hiyo eh, shinikizo kutoka kwa agents kwamba wanashabikia kwa namna hiyo. Lakini kwa upande mwingine wa maadili, maana kama vinapingana. Kwa kijana yuko hapa. Sasa kijana afanye nini au solution ni nini? Jitahidi kulea vizuri dhamiri yako. Eh, yeah. Jitahidi kulea vizuri dhamiri yako. Ukilea vizuri dhamiri yako, vitu vya namna hii havita nani? Havita kusumbua. Havita kusumbua kabisa. Kwamba labda ni fashion, wanasema kwamba fashion hii hapana. Hii ni akipuuzi, siwezi kushabikia hii. Kwa hiyo inakuwa smart sana nivaa vizuri na hakuna aliye kupiga marufuku kuvaa vizuri vizuri eh, hakuna aliye kupiga marufuku kuvaa vizuri basi. Ukivaa vizuri unampendeza Mungu na unaipendeza jamii. Nne, kuna afya ya akili kijana, anajikuta katika mashinikizo mbalimbali, mmoja wapo labda masomo eh, masomo Vijana wengi wanasoma, wengi wenu hapa bado lazima mko shule, mnasoma. Kwa hiyo kuna shinikizo katika upande wa, wa masomo. Halafu pia kuna shinikizo, kijana anatarajia jambo fulani, kuwa fulani, mtu fulani huko baadaye. Yeah, kuwa mtu fulani huko baadaye, hiyo hiyo ipo. Sasa kuna wakati fulani tena, ilikuwa hapa hapa ilikuwa na, na, na graduation ya vijana hao wa maarufu maarufu, nikawa nawaambia, na niliwaambia kabisa. Unaweza kukuta kwa kweli eh kuna clip ambayo ilipita wakati fulani, wala si muda mrefu sana darasani naonyesha, darasani na hiyo picha imepigwa kwa juu, huyo walipiga e, picha imepigwa kwa juu. Sasa yale madawati wamealebo e, dawati limeandikwa fulani hapo, limeandikwa hapo, na kwamba wanafunzi ambao walimu ni wale, wale, ilo darasa tuseme, wale wale, masomo ni yale yale, halafu mtihani ni ile ile. Haya, kinachokuja kutokea baadaye kwa hawa watu ni nini? Eh, watu wote ambao walikuwa na walimu wale wale, masomo yale na kinachokuja kutokea baadaye ni nini? Ndio sasa kime wamelebo kwenye yale mnani kwenye yale madawati sasa, na ukiangalia na utakuta mnani wamelebo wameandika haya, mkurugenzi, dawati moja limeandikwa mkurugenzi, dawati lingine limeandikwa omba omba eh dawati nyingine imeandikwa ameshakufa, dawati nyingine imeandikwa da si daktari, nyingine mchungaji, nyingine hana makwao eh? ya mzuraji mzuraji hana makwao, nyingine jambazi. Ya naona yani kwamba darasa lile lile li moja, walimu walikuwa wale wale mitihani na kile kitu, kile, kile. Lakini ukija kuangalia baadaye maisha ya hao watu hawa baada ya kumaliza shule, tofauti inashangaza. Kwa nini yule amekuja kuwa vile? Kwa nini yule amekuja kuwa vile? Sasa, kwa hiyo kijana anajikuta sasa katika ulimwengu kwamba huko baadaye nakuta na hiyo na e, changamoto baadaye, itakuwaje maisha yangu itakuwaje? Kwa hiyo kilicho muhimu nini? tumtegemee Mungu vijana, tumtegemee Mungu na tujue kwamba Mungu anatujali, na kama tukiwa karibu na Mwenyezi atatubariki katika maisha yetu na maisha yetu ya baadaye yatakuwa mazuri. Haya, tano: mahusiano na upendo, mahusiano na upendo. Sasa hivi kuna athari za hivi vyombo vya mawasiliano kwenye ma, maus, kwenye mahusiano hmm. Vyombo vya mawasiliano vina athari kwenye nini? Kwenye mahusiano. Siku hizi si, kuna vijana wanatafuta wanatafuta wachumba kwenye mitandao eh? Eh, sio uso kwa uso tena, mtu anatafuta mchumba kwenye mtandao. Sasa nikuwa makini ni vizuri kama ni mchumba unamwona uso kwa uso eh? Kwa mfano kama kuna fursa kubwa kabisa yani, uchaguzi ni mkubwa sana eh? Uchaguzi ni mkubwa eh, uchaguzi ni mkubwa unaona, vijana wote hao waliofurika hapa, kwa kweli uchaguzi ni mkubwa. Sasa hii kutafuta mchumba kwenye mtandao ah. Na tena unayempata kwenye nani, unayempata kwenye kwenye mtandao, labda profile ameweka picha ambayo si ya kwake, labda ya mtu mwingine eh, ameweka mtu mwingine anavutia, labda ndada ni dada yake au kaka yake, yaani ameweka mtu mwingine ambayo sio yeye, sio muhusika. Basi wewe ukiangalia namna hii, unaona kwamba ah, huyu ndiye. Sasa ilitokea sehemu fulani hivyo hivyo, katika mtandao, watu wanachumbiana katika mtandao. Basi anana picha na nini okay. Ah, huyu ananifaa mzuri kweli basi, baadaye anamwalika, karibu uje, maana ilikuwa ni nchi nyingine eh. Wewe yule anakuja, anasifia, anapanda ndege, anakuja kwa huyu mchumba ambaye amempata, ambaye amepata kutana katika katika mtandao. Kwa hiyo anaenda kumpokea na ameandika bango. Siku hizi kwa mfano kama ukinani ukienda uwanja eh, eh, wa ndege kumpokea mtu, wakati mimi nabidi wende na labda na kabango hivi, basi ambaye ina jina lake, au kama umetuma mtu anakuwa na nyigo. Basi mtu amekuja, lakini anaona kwamba ni mbona tofauti, alafu mbaya zaidi, anaona kwamba anatembea mlemavu, yeye ni mlemavu eh? kwenye profile yake paliwezi kuona kwamba kinaonekana eh lakini kwa chini hujui anaonekanaje eh? unaonekanaje ujui anakuja kwa kukuta kwamba hivi ah, ndio wewe ndio nini ni masikitiko makubwa akajikuta katika masikitiko makubwa sana. kwa hiyo kuna athari sasa ya vyombo vya eh, mawasiliano ikiwa mojawapo ni hiyo kwamba vijana wanatafutana eh, wanatafutana kwenye mtandao kuchumbiana, kadhalika. Lakini kwa kweli ni kuwa makini. Sita, imani na kanisa, na imani na kanisa. Kijana wakati mwingine anajisikia kuwa mbali na kanisa. Kwa namna gani? Namna gani? kijana, kijana ambaye anasoma kijana ambaye anasoma na mahali ambapo wanaposoma labda chuoni, labda kanisa katoliki liko mbali, liko mbali. Angependa, lakini kanisa liko mbali, kwa hiyo anashindwa kwenda kanisani, au presha ya masomo inamfanya kwamba yani asiende. Anaona kwamba ah, hapana, huu muda ambao anaenda kanisani mpaka si baada ya misi nachukua masaa mawili, umekuta ameshasoma point kadhaa, ameshashusha point kadhaa. Kuna sehemu fulani vijana e, na chuoni huko, alafu kuna Ijumaa Kuu, alafu kuna njia msalaba ambayo inatoka ile ya kutembea, sio sio ndani ya kanisa, mnatoka sehemu moja kama ilivyo kwenye miembe kule na kadhalika. Basi mtu wameshaanza kusanyika, baadae ametoka chumbani kuangalia, lakini hapo naona kwamba kuzunguka kote huko na kurudi nitakuwa nikatoka nimepoteza muda, lakini kibaki chumbani nitakuwa nime nani, nitakuwa nimesha meza matiru ya kutosha. Baada ya kutoka na kachungulia, baada akasema kwamba ah, mwache Yesu tu ateseke mwenyewe, akarudi kwenda kusoma, mwache Yesu ateseke mwenyewe. Sasa, kwa hiyo kuna pressure namna hiyo, shinikizo la namna hiyo la masomo. Kwa hiyo wakati mwingine kijana anafika mahali hata anaumia kwamba sijaenda kanisani muda mrefu kwa sababu labda ya masomo au kwa sababu ya shughuli ambayo anayofanya kumpatia ki, e, kipato kiuchumi inamfanya kwamba pengine akose muda kufanya nini muda wa, wa kuenda kanisa na kadhalika. Kwa hiyo kuna kitu ya namna hiyo imani inamtaka hivi na kanisa linasema hivi. Sasa mtu jitahidi e, usiache nini, usiache kanisa, shughuli za kanisa kwa sababu ya pilika pilika za maisha, na tujitahidi kupokea sakramenti. Nimefurahi sana kuona leo vijana wengi wana- wanaungama e, mapadi walikuwepo huko, nawashukuru mapadi kwa kazi kubwa waliofanya. Vijana wengi wanaungama kwa kweli inatia moyo, inatia moyo na wengi waliungama kabla ya sikukuu ya Christmas, bila shaka, si ndio? Yeah. e, ndio naona. Kwa hiyo inatia moyo kuona vijana wanaona kwamba sisi ni wadhambi, ngoja tujipatanishe na Mungu. Ni jambo lenye kunani, lenye kutia moyo kuliko ambapo kute vijana kabisa wanaamua kabisa ah hakuna sababu ya, ya kufanya nini hakuna sababu ya, ya kuungama hapana. Tujitahidi kupokea sakramenti na Ekaristi. Unapofika kwenye ibada ya misa kupokea Ekaristi, ni wazi tunapokea Ekaristi kama mioyo yetu iko safi. Saba, kuna lengo, wito na hali ya baadaye, kijana na wasiwasi ya hali ya baadaye na ana shinikizo la kutaka kufanikiwa katika maisha yake, ana hofu ya baadaye huko. Mm, kijana ana hofu ya baadaye, kwa sababu mambo ya baadaye tu yajui. Nitakuwa na kazi gani? Nitapata labda mchumba wa namna gani? tak-nitakuwa na familia ya namna gani? hayo kuna hilo haya kijana pia, kuna mwingine ambaye mpaka sasa hivi pengine hajatambua vizuri wito wake, hajatambua vizuri wito wake, kwamba mimi nimeitwa kuwa mtu wa ndoa, mimi nimeitwa si kuwa mtawa, au mimi nimeitwa si kuwa padi, au mimi nimeitwa kuishi pekee yani, bila ndoa, bila nini, kubakia singu. Kwa hiyo kijana bado upo katika eh, hali hiyo njia panda, ajui hali yake baadaye itakuwaje. Sasa kijana ajui, atambue kwamba Mungu ana mpango na maisha yako. Wazazi e, tambua kwamba Mungu ana mpango na maisha yako. na ukimtegemea Mungu kikamilifu Mungu hatakuacha mtegemea Mungu, Mungu atakuacha atakuongoza, atakuonyesha kwamba wito wako ndio huu, e, wito wako ndio huu na ukifuata basi, maisha yako yaa yanakuwa yanakuwa mazuri. Basi ndugu zangu vijana, tunaendelea kumshukuru Mungu ambaye tangu mwaka jana tulipokutana hapa na leo hii ametulinda, na leo hii bado tuko hai, ametulinda na bado tuko hai, na bado tunaendelea kuamini katika yeye kwa sababu Asiamini katika Mungu kwa kweli aje afanye nini huku? Eh, yeah. sisi mtoke si wapi, Dar es Salaam si parokia gani, kwenda Bagamoyo kule nani? Ah, anapoteza muda. Lakini kutoka huko mlikotokea maparokiani mwenu humo ni dalili kwamba watu bado wanaamini Mungu. Unaweza kana na malengo mengine, lakini cha kimsingi ni kwamba, kwa kweli, bado kwa kweli na waamini Mungu. Tunashukuru katika hilo na sasa tumuombe Mungu atuongoze kwa mwaka unaokuja, tujiwekee malengo haki. Leo jiwekee malengo ya kuboresha maisha yako ya maisha yako ya ya kiimani maisha kiroho, jiweke malengo. Kama mwaka huu ambao unaisha sasa, kiroho au kimadili, ulikuwa umeyumbayumba au nini? Sasa mwaka huu jiwekee malengo, muombe Mungu kwamba Mwenyezi Mungu, naomba mwaka huu unaoanza niweze kuishi vizuri zaidi, kuishi maisha ambayo yanakupendeza zaidi. Kwa hiyo wote, usitoke hapa bila kujiwekea malengo. Tafadhali jiwekee malengo ambayo yatafanya nini, kwamba maisha yako ya baadaye yawe bora zaidi kuliko ya mwaka huu ambao ndio unamalizikia. Tumwombe basi Yohane huyu ambaye siku hii ya leo tunafanya sikukuu yake, atuombee sisi vijana tuishi vizuri tuendelee kumwamini Mungu na kwa mombezi ya Yohane mtume na mwinjili, mwenyezi Mungu atujalie kuwa vijana bora zaidi na zaidi. Tumsifu Yesu Kristo Amen.